Tunaelewana jameni. Ni siku ya pili sasa baada ya Rais William Ruto kukamilisha ziara yake ya kufungua na kuzindua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika maeneo ya Mlima Kenya. <mulia> Ikiaminika kuwa kila Mkenya hutoa ushuru ili kuchangia maendeleo ya taifa, askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dkt. Timothy Ndambuki ameiomba serikali pamoja na viongozi wote walio mamlakani kufanya miradi ya maendeleo katika maeneo yote hapa nchini ili kuwafaidi Wakenya bila ubaguzi wowote.

baadhi ya wabunge akiwemo mbunge wa Kilome dhadi ya Zambia na mbunge wa Bumula wa nami wa mboka waliyaunga mkono maneno ya askofu mkuu na kuahidi kuwa idikua. Wataendelea kuwatumikia wananchi na kuleta maendeleo, huku wakiomba uteuzi wa kuaminika wa makamishna wa IEBC watakaotumikia Wakenya kwa njia ya kweli na haki. Kila Mkenya ako huru kupata maendeleo kwa sababu sisi wote tunalipa ushuru. Tunataka ile panel inafanya hiyo kitu ya IEBC, itupatie kamati ambayo itasimamia uchaguzi ambayo iko credible. Let all the resources be equally distributed to our country. Mkijagua mtu, mpatie time muone matunda. And I think now you are seeing the fruits now. Kufuatia matamshi ya chuki na vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika hafla za mazishi na ibada kanisani, Askofu Mkuu Dkt. Timothy Ndambuki aliwaonya wanasiasa na kuwataka kukomesha lugha chafu, vurugu na vita katika hafla muhimu za ibada na hiyo, hicho ndicho kilikuwa chanzo cha sisi kukataa e, siasa kwa kanisa, kwa sababu wengine wanaduka mipaka. Hatukosi kuwa na wanasiasa kwa, kwa kanisa, kwa sababu si kwa sababu ya pesa, they belong to us. aidha Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki aliyeandamana na Askofu wa ABC wa Makueni Dr. Meshak Mukwilo aliongoza hafla ya kufungua rasmi na kuweka wakfu jengo jipya la kanisa la ABC Mua, eneo bunge la Kilome katika kaunti ya Makueni.

Aro, Christopher, Undugu TV.